Umoja wa bajaji upo na uongozi wao ambao hivi karibuni umetoka kuchaguliwa, lakini kikubwa zaidi, kuna vitu ambavyo inawezekana unatamani kuweza kumiliki bajaji, ila mkataba ule ambao anakwenda kuuingia, unauingiaje mkataba na yule kijana ambaye anakwenda kumpatia hiyo bajaji yako? Nimepita hapa kuja kuzungumza na Melabu Kihwele, huyu ni mwenyekiti wa umoja wa madereva bajaji wilaya ya Iringa, UMABAI. Bwana, kwema? Kwa wazuri. Kwa vizuri safi. Kama kama kawa, ebana, tumetoka kwenye masafa ya 93.5 sasa hivi ni 88.9 yeah, yeah, nimeipata na mimi kama mdau wenu, niseme sisi mawake ni wadau wenu, kwenu niseme nawapongeza sana, nawapongeza kwa sababu nime, nimeona saizi hata ukitaka kufungulia redio unafungulia unapata eh, Nuru FM kwa urahisi sana kutoka kwenye 93.5, kuelekea kwenye semana nane nukta tisa. Ongeleni sana bana, shukuru sana kweli, na naupongeza sana uongozi wa Nuru FM. Lakini wewe ni jama yangu rafiki yangu, niseme ongeleni. Mnavyotoka hatua nyingine kwenda hatua nyingine, basi mnapaswa kupongezwa. Ongeleni sana na shukuru sana. Kuna namna gani imekuwa ikisaidia, uh, uongozi kuwafikia wananchi, kwa maana jumuiya ambayo mnaiongoza kwanza kwanza kwanza, mi niseme Nuru FM kwetu imekuwa ni familia. Tangi hapo mimi nakuwa ni mwenyekiti wa bajaji mwaka 2019 walinishika mkono, walinishika mkono wakiamini ni kijana mpambanaji ambaye unaongeza uh, naongoza kundi la usafirishaji, lakini pia waliamini ni mtu ambaye naweza nikafanya nao kazi. Tumekuwa tukihost vipindi mbalimbali mbali kuhakikisha tunaifikia jamii ambayo uh, inatumia usafiri wetu wa bajaji, kuwaelimisha madereva bajaji kutii sheria bila shuruti, lakini kuwaelimisha watumiaji wa vyombo vyetu namna gani wanaweza kupata mizigo ya kisau, lakini namna gani kuhakikisha wanatumia bajaji ambazo zitakuwa salama kwao. Nuru FM amekuwa ni kiunganishi kikubwa kati ya sisi uh, na jamii ambayo tunaitumikia kupitia usafirishaji. Kwa hiyo, kwa hatua hii, kwa hii ambayo uh, mmeivuka me, Uh, mimi kama mwenyekiti wa umoja wa bajaji Iringa, lakini kama familia yangu Nuru FM, niwapongeza sana, lakini siwezi kuacha kuwapongeza uongozi ambao umeona wavuke hatua hii. Kwa hiyo niwapongeze, na naamini uh, sisi kama familia tutaendelea kuishi vizuri, lakini pia mnaturahisishia huduma. Ndio bwana, kumbuka kodi ni moja tu, sasa hivi mjini 88.9 huko ndiko ambako tunapatikana Nuru FM. Jana bwana, nilikuwa kwenye kituo kimoja nikakutana na uh, kuna moja kati ya uh, mzee alikuwa amenunua bajaji, kwa kumwangalia alikuwa mstaafu, hivi sasa amenunua bajaji akamkabidhi kijana, na unajua ukishapewa bajaji kama uh, ni dereva wewe, kazi yako ni kuleta tu mahesabu Uh, sasa sikujua ni mkataba wa aina gani, nawezekana pia uh, utatuambia hii imekuwa ni changamoto kwa namna gani pia, kwa wale ambao wanakuja uh, kuripoti ofisini hapa. Moja kwa moja, uh, mtu ambaye amenunua bajaji anapaswa kufanya nini? Mm, ili anapomkabidhi dereva bajaji, mbali na mkataba ambao wanaingia wao, ninyi kama ofisi ambao mnasimamia hawa madereva pamoja na usafiri wote kwa ujumla, mnaingia vipi kwenye hii bajaji ambayo inaingia barabarani kupitia huyu mmiliki wa bajaji na mkataba ambao ameshaingia na huyo dereva. Ah, kwanza kwanza kwanza ni, ni kushukuru lakini niseme Uh, kwa kweli kama ulikutana na huyo mzee mkapiga stori, imekuwa changamoto kwa wadau wengi wale wanaotaka kuwekeza kwenye usafiri wa bajaji, hasa kwa ajili vijana wetu ambao wamesomea mambo ya driving, basi wanataka waajiliwe wapate kazi na wale ambao hawana kazi. Moja ya kitu ambacho nimekuwa nikishauri miaka yote kwa utumishi wangu kwenye taasisi ya bajaji ni kwamba bosi yote anayenunua chombo cha moto ambacho ni bajaji, kabla hajampatia dereva aje ofisi ya bajaji. Kama amenunua bajaji mpya, cha kwanza sisi tuna ada ambayo tunaichukua kwake kwa ajili ya usimamizi, kwa sababu hii bajaji akishainunua inakuwa barabarani, yeye anakuwa yuko kwenye kazi zake zingine. Sasa sisi kama viongozi wa bajaji, kazi yetu ni kuhakikisha ile bajaji, moja, dereva anaiendesha vizuri, lakini pili, havunji sheria eh, za, za usalama barabarani, lakini tatu, anakituza chombo ndo usimamizi wetu, lakini kukiangalia chombo kiendelee kuwa vizuri. Niseme sisi ni kama walizi wa kile chombo wakati mmiliki anakuwa hayupo. Lakini jambo la pili, kama bosi amekubaliana na dereva, aidha anampa mkataba wa kazi, mkataba baadaye wa kazi au anampa ukataba wa kwamba baadaye aikomboe hiyo ya kwake. Tumekuwa tukiwashauri waje katika ofisi ya bajaji. Moja inamsaidia mmiliki wa bajaji, akija katika ofisi ya bajaji tutamshauri kwamba huyu dereva anataka kumpa mkataba, moja sio mtuzaji Nizamu yake iko chini, lakini pia ni dereva ambaye anatoa sana dai waka kuliko watu wengine yani bajaji unaweza kukuta ina madereva watatu wanne. baadhi hii ni moja. Lakini jambo la pili tutamshauri mmiliki kwamba inawezekana mkataba unayompa dereva ni kandamizi kwa dereva au ni kandamizi kwake. Kwa sisi ofisi ya bajaji hasa viongozi tunasimama upande zote mbili. Pande za mmiliki, lakini pande za dereva. Lakini moja ya kitu ambacho yani kinatusaidia sana pindi dereva akitaka kuanza kumdhulumu yule mmiliki, aidha kwa kutokupeleka hesabu. Sisi kama viongozi wa bajaji tutamuita yule dereva na kusuluhisha hiyo kesi na kumuonya, na zile fedha mmiliki zitampika atazipata. Lakini pindi ambapo analeta ukaidi, tutamruhusu mmiliki aende akafungue kesi polisi. Akifungua kesi polisi, sisi ofisi tunakuwa ni mashahidi wa yule mmiliki kwamba yule dereva kweli aliingia mkataba kwenye ofisi yetu, amefanya kazi, lakini mwisho wa siku hajapeleka pesa. Kwa hiyo polisi watapata uthibitisho kutoka kwetu. Lakini ikitokea wameingia mtaani, sisi ofisi ya bajaji hatujajua ya ya tafsiri yake. Mmiliki na dereva wanapokuja ofisini tunaanza kuwasikiliza wote, alafu sisi tunawashauri nini wafanye. Kumbe sasa angekuja kwetu, tujue kwamba amempa dereva fulani mkataba, ni rahisi yeye kumsaidia apate haki yake, lakini pia kuna haki za dereva, kwa sababu wapo baadhi wa wamiliki wanatoa mikataba, dereva anapokaribia kumaliza, mtu anamletea zengwa na nyang'anya bajaji, anauza. Sasa kama walikuwepo ofisini, mkataba waliingia nao ofisini, sisi ni rahisi kumrahisishia boss au dereva kupata haki yake. Okay. Mm. Katika maelezo yako hapo umezungumza kwamba kuna wakati naweza kawa ni mkataba kandamizi, lakini pia vile vile kumshauri huyo uh, mmiliki kwamba au dereva ambaye anataka kumpatia bajaji labda si mtunzaji na nini kwa maana ya kwamba uh, wewe una, una una database ya madereva wote, unawafahamu vizuri katika utendaji wao wa kazi. Yeah. Madereva wote mimi nawafahamu vizuri. Hata wewe sasa hivi ukiniambia bwana, nimekutana na dereva unaweza kaniambia tu namna alivyo. Nikakwambia huyo anaitwa fulana, anaendesha dereva anaendesha bajaji fulani, kwa sababu mimi nimeshakuwa mwenyekiti mzoefu. Sasa hivi ni miaka mitano, naenda mwaka wa sita. Najua mmiliki ni nani, nani dereva ni nani na hii bajaji inaenda ruti gani kwa hiyo inanisaidia mimi sana kuwasaidia wamiliki kwamba huyu dereva mpe bajaji na huyu simpe bajaji. Na nikwambie tu, ndugu mwandishi wa habari, saizi wafanyabiashara wengi wanaowekeza kwenye bajaji hawatoi ajira ya bajaji mpaka wamwambie, nenda kwa mwenyekiti wako akakuthibitisha hivi ninavyoongea, mpaka wewe sasa hivi kuna bajaji tatu zishalipiwa dukani, madereva wote hao wameambiwa na wamiliki wao, nenda mkamwone mwenyekiti wa bajaji, anithibitishie kwamba mimi ninunue bajaji au nisinunue. No, ndio ebora kukutamatisha uh... Hili lengo ni kuhakikisha kwamba uh umoja wa madereva bajaji lakini pia vile vile kwa viongozi pamoja na watu wote ee, ustawi ule ambao mnautaka unapatikana kwa maana ya miliki apate anachostahili na, na dereva pia naye apate ajira na vitu kama hivyo. Kumekuwa na ukubwa wa namna gani wa hili tatizo la miliki kumpatia dereva uh, bajaji wanaandikishana mkataba mkatabaweekana mwisho wa siku mkataba usitekelezwe. Hapa katika ofisi yako wamekuwa kiripoti kwa kwa kwa namna gani hizi kesi ambazo unaizungumzia hapa? Kwa kweli niseme kwa wingi wa bajaji tulizo tunazo hapa Iringa lakini pia na madereva na wingi wa madereva pamoja na wamiliki uh, tatizo hili haijawa kubwa sana. Yaani unaweza kukuta kwa mwezi unapokea kesi mbili. Uh, lakini nikwambie tu mpaka sasa hivi idadi ya watu ambao wako kwenye mikataba kwa huko ndani sasa hivi wanafika mia mbili arobaini na sita kama sikosei, ambao wako mbioni kumaliza na wengine wako katikati, wengine ndio wanaanza hapo. Nimejumlisha bajaji zinazotolewa na benki na zinazotoa watu binafsi na watu wanaonunua used na kutoa mikataba ya muda mfupi. Kwa hiyo niseme hili tatizo sio, uh, kubwa na sio uh, kubwa, kwa sababu hesabu bado inapatikana. Ipo baadhi ya mikoa ambayo mimi niko kwenye gurupu la viongozi wa bajaji na bodaboda Tanzania zima, naona wenzangu same time, mikoa mingine ambayo wanalalamika, hesabu ziko chini, lakini bado watu wanalalamika wapati hizo hesabu. Lakini kwa Iringa biashara bado zuri, watu wametupokea vizuri na watu wanachapa kazi, na inawezekana ajira ya bajaji ni ajira ambayo mtu anapata kipato kikubwa kuliko ajira ya bodaboda, machinga Eh, uh, na daladala kwanza, nimuombe mwombe dereva bajaji, mimi kama kiongozi wake msimamizi wake, asikubali kuingia mkataba bila kushirikisha ofisi ya bajaji. Hata kama bosi wake anataka waende sehemu za sheria, hatukatai waende sehemu za sheria, mwanasheria atengeneze mkataba unao mfanya yeye agonge e, e, muli sehemu zake, lakini pia aache sehemu ya usimamizi wa viongozi wa bajaji ili nao agonge muli wake, ili siku na siku anawaza kushindana, basi tuwe na uwezo wa kumsaidia dereva, lakini tuwe na uwezo wa kumsaidia bosi wake aliyemwajiri kwa sababu tumeshajifuza e, kuna kesi zimeenda mahakamani, mwisho wa siku madereva wanashindwa umesharejeza zaidi ya milioni kumi au tisa. Bosi anauza e, bajaji kwa sababu ya laki tano. Kwa hiyo inakuwa sio jambo zuri, ni jambo linalouliza kwa watu. Na kama unakumbuka kwenye uchaguzi huu wa juzi, moja ya kitu niliahidi pale kwenye mkutano, wakati naomba kula, ni kuua hii mikataba kandamizi yote. Kwa hiyo jambo bado naendelea kulifanyia kazi na nashukuru Mungu elimu zimefika. Kwa wiki hapa tunapokea hata mikataba kumi, kumi na tano, ambayo watu wanakuja kuandikishana hapa ili Uh, wa wa wa plani mkataba mwisho wa siku bajaji we ya dereva.